Tumeapa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila woga. Waswahili usema chelea mwana kulia basi hulia yeye, kwa nasi hatuko tayari kulia sisi na tukamwacha mwana atovuke. Mwana yoyote atakayetovuka tashughulika naye, ili kulinda wengi wasilie. Hatutafanya ajizi ya kuto kushughulika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 na desturi zote za uchaguzi. Ile falsafa ya 4R itaendelea kuwa moja ya nyenzo zetu kuu katika uchaguzi mkuu unaotukabili. Nyote ni mashahidi wa maboresho na mageuzi makubwa tuliyokwisha yafanya, kama vile kuruhusu mikutano ya kisiasa kuendelea nchini, inaendelea huko Bunge kufanya mabadiliko ya kisheria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 bali hata wakubwa. Tumeona vikao vya elimu kupitia TV mbalimbali kwa nafuatilia: TV imani maasim TV darsa TV, uh, kule kwa Sheikh Walidi, lakini pia tumeona busati la mtoro kule kwa Sheikh Abasi, vipindi mbalimbali elimu mbali mbalimbali ya dini, na hawa ni wachache tu niliowataja. Kwa hiyo kwa mwaka huu